Tuelekee bungeni Dodoma sasa katika bunge la bajeti ambapo baadhi ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi, CCM wakiongozwa na naibu waziri wa sera uratibu bunge vijana na walemavu Dr. Abdallah Posi wamesema wabunge wanaomtuhumu naibu spika Dr. Tulia Ackson kuwa ameshindwa kazi hawana hoja ya msingi. Wakizungumza na mwandishi wetu aliyeko bungeni, wabunge hawa wamesema kinachotokea hivi sasa ni ukandamizaji wa mwanamke na kijana kwa kuamini kwamba hana uwezo wa kuongoza taasisi kubwa ikiwemo ile ya bunge. Mwandishi wetu Grace Kingalame ana taarifa kamili kutoka Dodoma. Bahati nzuri bunge linaendeshwa kwa kanuni tabia ya wabunge wa kambi rasmi ya upinzani kutoka ndani ya ukumbi wa bunge kila Naibu Spika Dr Tulia Akson anapoongoza shughuli za bunge imewalazimu mbunge wa kuteuliwa ambaye ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ajira, vijana na walemavu, Dr Abdallah Posi, mbunge wa muleba kusini, Profesa Ana Tibaijuka, na mbunge wa Sikonge, Joseph Kakunda, kujitokeza mbele ya waandishi wa habari na kulisemea jambo hilo kubwa walilolisisitiza ni kuwa hakuna sheria wala kanuni iliyovunjwa na naibu spika katika uendeshaji wa shughuli za bunge. We feel hizi ni political gymnastics ambazo kwa kweli hapa tunaona baadhi ya mambo yanakuwa ni too much personal, kwamba ni, ni watu wanaamua kuwa na mgogoro na mtu ukilinganisha na ukweli wa hali halisi na na, na, na, na, na, na. S, sidhani kama hili ni jambo ambalo linabidi kuvumiliwa hivi, linalotokea bungeni. Kwa nini kuna overreaction? Sisi wanawake tunasema tunaweza, na Mheshimiwa Rais ametuwezesha mpaka akatusaidia. Sasa hivi tunaye naibu spika kijana msomi, ambaye anafanya kazi yake, kazi yake. Mimi niwaambieni kwa vigezo vyovyote vile vya kitaifa na vya kimataifa, hey, Mheshimiwa Naibu Spika tulia action. She's doing a great job popote pale hata ukienda mahakamani au ukienda kwenye mpira kuna sheria zake na kanuni zake. Kama kwenye mpira, watu wanaona kabisa kwamba fulani amekosea, amepata hiyo kadi nyekundu na anakubali kutoka nje yeye mwenyewe bila hata kuchapwa viboko. Sasa ije kuwa watu ambao ni werevu wa sheria na siasa kama bungeni, watu wasielewe kosa la mtu, suala la jinsia nalo likaibuka? Mimi uelewa wangu wa mambo ni kwamba hapo unaona watu wanamresist mwanamke tu kumuandamaini wizara ya elimu iko chini ya wanawake mahiri, wanakuwa undermined na jamii haijitambui. Tatizo letu sisi ni kwamba tuna overreact, na nashukuru kwamba naona waandishi wa habari wanawake mpo hapo, lakini sijui kama ninyi wenyewe mnajitambua, mko versed kwenye feminism kwamba wanawake wanakuwa judged harshly. Mapema jana, TBC ilifanya mahojiano maalum na naibu spika wa bunge Dr. Tulia Ackson ambaye aliwataka wabunge ambao hawaridhishwi na maamuzi ya kiti cha spika kufuata utaratibu na kanuni za bunge. Kiongozi yeyote aliyechaguliwa, ambaye katiba inasema kwamba anaweza kuondolewa madarakani, maanake katiba inajua kwamba huko wakati ambao wale waliomchagua wanaweza kumwondoa madarakani A, lakini hawamwondoi madarakani kwa kuongea. Shughuli za bunge zimeahirishwa hadi Jumatatu asubuhi ambapo bajeti kuu ya serikali itasomwa Juni nane mwaka huu. Nikiripoti kutoka bungeni mjini Dodoma, naitwa Grace Kingalame wa TBC.